Mheshimiwa mbunge, umefanya kazi kubwa hapa. Yamesemwa mengi na mimi nisingetaka kupoteza muda, lakini kazi uliyoifanya hapa ya kuleta shule ya msingi Nzungure, ya kujenga vyumba vya madarasa pamoja na choo zaidi ya milioni 53 laki mbili, milioni 347 laki 5, ujenzi wa sekondari milioni 583, lakini ujenzi wa hii barabara na ujenzi wa ofisi ya kijiji hapo ulipokaa zaidi ya milioni tatu kwa pesa zako za mfukoni. Ndio maana wananchi hao, mheshimiwa mbunge, wamekuja kukupokea, wamekuja kukulaki, wamekuja kukushukuru kwa wema uliowatendea. Sasa mimi, kwa sababu ninagombea udiwani kwenye kata hii ya Kidegembie, ninafahamu mheshimiwa mbunge, ziko changamoto kadhaa ambazo zipo kwenye kijiji chetu cha Image lakini nyingi zimesemwa na zimeelezwa kwenye risala. Mimi kama mdogo wako na kwa sababu nilikuwa ofisini kwako kama katibu, ninafahamu tarehe 29 mwezi wa kumi, tutakaposhinda mimi na wewe mwenzangu na mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, tunayo kazi ya kufanya kwa wananchi hawa. Image, Image, jipigieni makofi <coughs> mheshimiwa bunge, ya kwanza ni jambo la barabara. Tunamshukuru, tunakushukuru kwamba barabara yetu ya kutoka Kidege ndio kuja hapa Image imeimarika sana, na imesema vizuri hapa kwenye risala. Tulipata pesa milioni mia moja thelathini kwa ajili ya kurekebisha mlima Ongodegwa nikiwa kama mkazi wa kijiji hiki na sasa ndio nagombea udiwani. Kazi ile ilifanyika vizuri, na mimi nilikuwa msaidizi wako, ilifanyika vizuri. Lakini Mheshimiwa mbunge bado kachangamoto kadogo pale mlimani. Pale mlimani pale mvua zikizidi bado tuna changamoto kubwa sana. Magari yanakwama na kale kwa mlima usiju kaona kama kadogo hivi. Kamepoteza maisha ya ndugu zetu wengi sana. Uongo kweli ndugu zangu. Kweli. Uongo kweli. Kweli. Kamepoteza maisha. Sasa Mheshimiwa mbunge nikuombe sana. Kutoka pale juu nilikuonyesha pale. Tujenge mtaro mpaka hapa chini, kama ule ambao tumejenga pale ikaanza kupandishia upembe. Mtaro ukijengwa kwa mawe pale, itakuwa rahisi barabara ile kuimarika, na sisi tuimarishe ili kifusi tutakachoweka pale kikiwa kizuri, barabara iweze kupitika muda wote. Lakini pili ni barabara ya kutoka hapa Kidage ndio kuelekea Matembe Image, kuelekea Matembe Image oi, barabara hii ni barabara muhimu, kwa sababu tunayo hospitali yetu ya wilaya ya Njombe iko pale Matengwe. Mheshimiwa bunge unafahamu, na wewe mara nyingi umeipita hii barabara. kwa nikieleza kwako changamoto za hapa Image sio ngeni kwa sababu unazifahamu. Barabara hii ni muhimu sana, nikuombe Mheshimiwa mbunge nisaidie mimi mdogo wako, tutakaposhinda hapa tuifanyie kazi hii barabara, ili mambo ya Image sasa yawe mazuri. Image hapo vipi? Apo! nyingi huwa sipendi kuahidi mambo mengi kwa sababu mimi sipendi kudanganya wananchi. Napenda kuzungumza kile ambacho ninajua serikali nikiambia inaweza kufanya mapema. Jamani, hiyo nzuri ama sio nzuri? Nzuri kwa ndugu zangu wana Image, ninajua tunazo kero nyingi na hatuwezi kumaliza zote. Image oye! Tunachoweza kuahidi wana Image kama ilivyokuwa kawaida yangu, kero zote ambazo mgombea udiwani amezungumza hapa, tutaanza moja baada ya nyingine, nitaiambia serikali tutafanya kwa ajili ya image. Image oye! Oe! image safi. safi Ninajua hata kwenye familia huwa kunakuwa na changamoto nyingi, unaweka vipaumbele. Uongo kweli jamani? Kweli! Oe! image safi, safi! Ukiniuliza mimi kwa mfano, wanaimage, katika jambo la muhimu kuliko yote ni uhakika wa barabara ya Kidege mbio kwenda mpaka Matembe. Wongo kweli jamani? Kwenye. Image safi! Kwenye. Ili msafiri vizuri, msafirishe mazao yenu mpate bei nzuri. Wongo kweli ndugu zangu, wanaimage. Lakini pia, wanaimage, tutakubaliana kwamba ukiacha mambo mengine pia jambo la elimu ni muhimu sana kwa wananchi wa Tanzania. Image safi hapa, mmepata sekondari imeanza kufanya kazi na serikali alivyo waaminifu, mmepata na walimu wengi, mmepata shule ya msingi. Ni muhimu ile sekondari ikapata pia miundombinu hasa nyumba za watumishi, pamoja na kweye. Ni uongo kweli jamani? Image safi. Kwa sababu niwaambie, wana wanaImage katika dunia ya leo najua wana Image mna uchumi mzuri, mnafanya kazi sana, wengi mnajitahidi, mna hela. Na mimi niwakumbushe kama kiongozi wenu, utajiri mkubwa duniani sasa hivi usisahau kuwekeza kwenye elimu ya mwanao Image, oye Mkiwekeza tu kwenye mashamba, shamba linaweza kuibiwa. Uongo kweli? Ukiwekeza kwenye miti peke yake inaweza kuungua moto. Uongo kweli? Ukipata hela, pereka mtoto akasome shule. Maarifa ya mwanao hayataungua moto, hayataibiwa. Image oye, kweli. Dunia ya leo watu wanashindana kwa ujuzi, ukiwa na mwanao anajua kompyuta anajua fundi, ni injinia ni daktari, afisa kilimo, huo ndio utajiri. Jipigieni makofi m <coughs> Mama Samia anavyojenga shule nyingi hizi, anapoleta walimu hawa, amekusudia kuwakomboa wanaimage. Tunataka siku moja waweko mawakili wengine kama swali hapa image, hapo vipi? <coughs> Tunataka siku nyingine kuwepo na watu mahiri kama kina Rebecca Nsemo, hapo vipi? kwenyeli huu, ndio ujumbe wangu kweli. Ukivuna miti una mwanao anasoma hajafanya vizuri, mpeleke ufundi. Na mimi mbunge wenu, kwa kujua hilo, katika jimbo hili nilihangaika, tukapata hela ya kujenga chuo cha ufundi VETA iko asilimia themanini pale Nyombo. Makofi sana kwa sisi, chuo cha VETA ujenzi unaendelea ili jimbo hili tuhakikishe kila mtoto anapata elimu, na ndio sera na mwelekeo wa chama cha mapinduzi. Ndugu zangu Image, nataka niwaambie leo madiwani wengi wamekuja hapa, umewaona. Tumeamua kuunganisha nguvu za madiwani wote, tunapokwenda halmashauri tuzungumze lugha moja, tukiamua kuzungumzia kero za Image, kuhusu umeme, kuhusu maji, kutanua zahanati Nilimsikia mheshimiwa diwani hapa aliomba mochwari, watu wakashangaa. Hakumaanisha kama watu wanakufa leo, lakini kufa sikupo Image oi, na nyinyi wana Image mnaweza msijue, aliyepata msiba ndio anajua. Unajua, kama ujepata msiba huwezi kujua umuhimu wa mochwari. Lakini siku hizi kuna sera ya afya Mtu akifariki hatakiwa awekwe nyumbani si ndio? Anatakiwa aifadhiwe mahali salama ambako ni mochwari. Sasa kama mochwari iko mbali, maana yake ni kwamba unampeleka mbali, halafu baada nini arudi. Kwa hiyo kuna gharama kubwa. Kwa diwani wenu enu, amesema jambo la maana, tumpigie makofi mengi sana kama wameguna hivi kwa waban Mheshimiwa umeingia rasmi, wale watu wachomoke hapo Image. Hapana, Image safi safi. <laughs> <laughs> Image mko vizuri sana ndugu zangu na Image. Nimemsikia Mheshimiwa Mwada, ule mlima pale ule ulilimwa kwa milioni mia moja na thelathini si ndio jamani? na mimi napita pale mara nyingi, bado hauja kaa vizuri sana, si ndio? Kwenye hii miaka mitano ijayo tutaweka kipaumbele ule mlima, lazima ushughulikiwe tena. Nataka watu waimage mbao zenu zote muuzie hapa, ili bei iweze kuwa nzuri, sawa sawa jamani, kwa sababu hili barabara akiwa mbaya ile wanapunguza bei, kwamba huku barabara ni mbaya wanasomelea kwenda kidege mbio, uongo kweli? Tunakwenda kukomesha hilo. Mama Samia oye we! Lakini wana Image zile kero zote ambazo mmesema hapa, mkimpa tu kura mhala na Swale, mtakuwa mjafanya kitu imesha hiyo. Jambo kubwa kuliko yote siku ya kupiga kura, kabla hujampigia Swale na murada, unampigia kwanza mama Samia Suluhu Hassan. Hapo vipi wee! Unahakikisha yule mama anayewapenda wanaimage amepata kwanza tiki ya kwanza. Piga makofi kwa samia suru suruhasa. Ukimaliza kwa Samia, ukimaliza kwa Samia, mama mwenye roho nzuri, unakuja kwa mbunge Swale unasema, Swale na wewe tiki we na mle kwenye karatasi. Ukiona unioni vizuri, angalia hu mzuzuwap <laughs> Image oye yeah! Image safi yeah! Piga kura kwa Swali, ukimaliza hiyo mwangalie kijana wangu niliyomlea, katibu wangu mwaminifu, Bwana Mwada, mpeni kura. Ndio Image oye yeah! Ukimaliza hapo kakae nyumbani, subiria matokeo jioni. Tukimaliza jioni, safi, imekamilika nitakuja Image. Sasa tupange vipaumbele, tuanze na mradi gani, ufuate mradi gani, mpaka yote inakwisha inakuisha. Sisi ye moja kidumu, yeah, Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo wana Image, tutatembea pamoja, msiwe na wasiwasi. Sasa ndugu zanguni, jana tulikuwa kule Jalalo, watu wa Jalalo wakaniambia kuna ndugu wengi wa Dalalo wako Image, wongo kwe, hey! Wakasema liba barabara, maji penda kule Dalalo, wanataka ifunguliwe na ninyo mnasema hivyo na Image? Ndio, hey! Bwana umesikia bwana. <laughs> Lakini watu wa Image nataka ni wasifu jambo moja. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? na uwaya yetu kwenye huu mkoa wa Njombe, sisi tumekuwa wazembe kidogo kuongezeka kwa idadi Image, hapo vipi? Hapo sawa. Tanzania, katika mikoa yote ya Tanzania sisi mkoa wa Njombe ndio tuna watu wachache kuliko wote, lakini Image, mnatuwakilisha vizuri, mko wengi, ongeredi sana. Image, mjipigie makofi bwana. Nasema mwendelee hivyo hivyo. Sasa Image, <laughs> kama tukijenga vituo vya afya <laughs> tukijenga madarasa, umeona hapa tumefungua <laughs> <laughs> shule pale ina <laughs> wanafunzi mia moja tu <laughs> <laughs> walimu kumi na saba Kazaneni. <laughs> <laughs> Image safi. Sera ya Chama cha Mapinduzi ambayo rais wetu wa nainadi ametuambia miaka mitano ijayo, serikali imedhamiria kuanzisha bima ya afya kwa watu wote, ili kusudi kila mtu awe na bima ya afya, awe na uwezo wa kutibiwa kwenye zahanati, kituo cha afya, ama hospitali yoyote katika nchi ya Tanzania na amesema katika siku mia moja za kwanza za urais wake akaanza na bima kwa makundi kwanza manne kama sehemu ya majaribio wanawake wajawazito